Alfajiri siku ya kwanza ya juma, yaani Jumapili, ambayo inajulikana sasa kwamba Jumapili ya Pasaka, tukumbuke kwamba kusulubiwa, kufa na kuzikwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo sio habari za nadharia, sio hadisi za kutunga, ni matukio halisi ambayo yalitokea na kuingia katika historia ya uumia yetu ya sasa. Yalitokea wakati davana auliwani aliyekuwa

kubwa kwa kidhani kwamba walinzi watu wengine walishiriki katika kumchukua Bwana Yesu. Mariamu ndiye aliyerudi tena kakkuzi kuwapelekea habari kwamba meaya Bwana akuwahai bila shaka jalia wanafunzi wa Yesu akaisa, lakini mstari wa kumi na tisa tunasoma habari ya kwamba Yesu mwenyewe

Hadi zake zote alizoahidi zimekuwa ni taka, takataka. Lakini tendo la kufufuka kwa Yesu, ahadi zake zote ni thabiti. Ahadi zake zote ni imara. Amefufuka na